Katika mechi ambazo zilikuwa ngumu, ratiba ya Simba ama zilizobaki, binafsi ni mechi ilikuwa Mashujaa, mechi ya JKT Tanzania na mechi ya kimataifa ya fainali. Hizo zingine kama atafani kama atafanikiwa kuzishinda hizo zingine, naona kabisa ni kitonga, yani kwa... kumekuwa na mambo mengi sana lakini kitu ambacho nimekipenda zaidi kaja kuthibitisha mwekezaji e, wa zamani wa klabu ya Simba az, Azim Dewji ndio kwamba katika zile tofauti ambazo zimekuwepo, ama usaliti, maana yake hebu kuzungumza hivyo, namaanisha kuna vitu havikuwa sawa, tumesha vimaliza, na ndio maana sasa hivi Simba namna ambavyo wanacheza, wako watu wanazungumza tu nje, lakini kuna pesha ambao wanaipata kutoka, uh, kutoka na kiwango ama uh, ushindi ambao Simba amekuwa kiupata nzuri kwa viongozi, kutokana na hili jambo yani, kesi yao ya msingi imetupuliwa mbali kwa namna yote, sio hau waombe ndicho ambacho wanapaswa kukifanya kuanzia sasa hivi hadi pale ambapo ratiba ita, itapangwa. Na hii wanapaswa tena kuitisha waandishi yani, wa habari, ile itakuwa ni aibu vibaya mno. Itakuwa ni aibu yaani, waitishe waandishi wa habari kama walivyowaita mwanzo, waitishe waandishi ye, wa habari, sababu kitu ambacho wale wale wazee pia, kitu ambacho sikukipenda, hadi moja kati ya watu ambao nawaheshimu sana, na injinia Said anaulizwa niliona kuna interview moja, kuna baadhi ya mashabiki wa Yanga mm, mechi zimebaki ngapi? Anasema tatu. Maana yake hata yeye alikuwa kwenye lile kundi la wale wanaosapoti kwamba TFF hawakuwa sahihi kwa Simba. Hivi sasa anapaswa, namna ambavyo namtazama, kitu ambacho anapaswa kukifanya ni kucheza kiume, namna gani ambavyo wanaume wanacheza Hmm. Kwanza chezo kwa malengo, anasema objective football. Uh, tunarudi kwa Robertinho sasa huko, hey, alama tatu muhimu. Yes, alama tatu muhimu. Of course, kwa aina wachezaji ambao Simba nao ni wachezaji ambao wamekuwa na mwendelezo wa kiwango kizuri katika wale wanaoanza kwenye kikosi cha kwanza. Sasa namna gani ambavyo wanaziendeza mechi? Naamini katika mechi ambazo zilikuwa ngumu kwenye ratiba ya Simba ama zilizobaki binafsi. Ni mechi ilikuwa mashujaa, mechi ya JKT Tanzania, mechi ya kimataifa ya fainali. Hizo zingine, kwamba hapo unavyozungumza hivyo, hata mechi na mtani wake, kama itapangiwa tarehe, kwa mechi ngumu kama hizi mbili. Tunazungumzia ya leo ya ligi kuu, tutakuja huko. Kwa hiyo tumii nafikiri kwa namna ambavyo Simba anacheza. Mm. Na kitu ambacho nakipenda kwa Simba anajua kucheza na muktadha. Kwa nini na muktadha? Kwenye mechi kubwa anacheza kikubwa, kwenye mechi za ndogo anacheza kidogo. Yaani bado anacheza kucheza kwenye udogo lakini bado akashinda. Mechi ya leo tazama namna ambavyo amecheza. Of course ameanzia kwenye tempo ya ya chini lakini baadaye akaona ile akaonyesha yale makali ambayo amekuwa nayo na ishinda mechi. Kama ambavyo nimesema kama atafanikiwa kushinda mechi ya JKT Tanzania na uh, mechi inayofuata ya shirikisho ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya ya fainali dhidi ya Belkan, sioni kama kuna mechi ngumu nyingine. Yani ndo sasa tunakuja hapo, kesi imetoka kule kasi kwamba bana, mlichokileta hicho sisi hatuna maamuzi nacho, hatuwezi kuingilia mamlaka zinazohusika na mpira ya, kwa hiyo hiki mlichokileta weka pembeni, tuangalia mambo mengine. Dabi imepangiwa tarehe, haitakuwa mechi ngumu kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Uh, kwangu mimi nafikiri linapokuja swala la dabi, kuna namna kila mmoja wanajiandaa, na kwa ubora ambao Simba amekuwa nao, tazama msimu tu unaanza, kuna wachezaji wame... narudia ili kwa sababu liko wazi wamecheza... unaona kwa jicho la kiufundi yeah, wamecheza karibia misimu mitatu akiwa pamoja Simba pre-season ya kwanza kuja kwenye mechi ya dabi akafungwa kwa bao moja si yeah. na Simba sifikiri kama msimu wako radhi ufikiri mm. kama wako radhi sioni kama wako tayari kuendelea kufungwa na Young Africans. Wako tayari ubingwa Yanga achukue, lakini sio kufungwa na Young Africans. Yani fainali ya pili baada ya kombe la shirikisho itakuwa ni mechi dhidi ya Young Africans, ndicho ambacho nakiona. Kwa nini? kwa sababu Simba alikuwa anakosa wachezaji bora, alikuwa anakosa wachezaji ambao wanaweza kuiamua mechi, alikuwa anakosa wachezaji ambao ni waaminifu, wanacheza kwa kujitoa, na ndio maana aliweza kupoteza kwenye mechi kadhaa. Rudi kwenye mechi ya dabi, na ndio maana wachezaji wengi sana waliondoshwa na wengine hadi leo wamekuwa hawapati nafasi. Kwa nini? Kwa sababu hawakuwa wanacheza kama wachezaji waaminifu ndani ya klabu ambao wanaitumikia Kumekuwa na mambo mengi sana lakini kitu ambacho nimekipenda zaidi mm. kaja kuthibitisha mwekezaji e, e, wa zamani wa klabu ya Simba Azim Dewji, ndio kwamba katika zile tofauti ambazo zimekuwepo ama usaliti, maana yake hebu kuzungumza hivyo namaanisha, kuna vitu havikuwa sawa mm. tumeshavimaliza na ndio maana sasa hivi Simba namna ambavyo wanacheza, wako watu wanazungumza tu nje, lakini kuna pesa ambayo wanaipata kutoka uh, kutokana na kiwango ama Um, ushindi ambao Simba amekuwa akiupata kwa sababu kitu ambacho nakiona kwenye hii kesi, hmm. niliwahi kuposti na watu wakatukana, of course nimeshazoea kutukana hivi sasa ah, umekuwa sasa hivi ah, nimekomaa kifikra mzee ah. nimekomaa vibaya mno. Eh? waliwahi niliwahi kuposti nikasemaje, Simba imekuwa na wanasheria bora sana. Natoka nianze kufuatilia mpira sijai kuona kesi ambayo Simba anajihusisha na Africans. Halafu Yanga akaishinda. Kwa nini? Kwa sababu akili Simba wanasheria wanasheria ambao wasomi wanasheria wasomi ambao wakati wanafundishwa na walimu hawakuwa wana chati chati, unajua kuna mwalimu vitu ambavyo mwalimu wa wanafundisha na kuwa anafanya vinakutoa nje ya mchezo. Simba ilikaa na. Na kwa taarifa nilizonazo za ndani, huyu mwanasheria wa Simba yuko tayari kuanzia Jumatatu eh, kwanza kutoa kozi ile ya wanasheria kwa hiyo, kwa wale ambao wanahitaji kujifunza wanakaribishwa, lakini nilizungumza kabla, sioni kama yanga anaweza akaishinda uh, hii kesi, kwa sababu kwanza, namna ambavyo alichukua hii kesi, najua alijiaminisha kuanzia ndani ya uongozi, tukaja kuiona nje ya mashabiki, wakaamini kwamba wako sahihi kwa asilimia moja, kwa maana wanapingana na watu ambao wanasimamia, sio pingana na mamlaka, wanapingana na mamlaka. Wakatukanwa baadhi ya viongozi tukaona, tukaona hatuna imani nao, na hadi kwenye meji tunaona mabango bana, mtu hatuna imani naye na atoke. Sasa imagine, kesi imeenda imerudishwa, aibu. Naona mimi, au ombe radhi, labda kama naweza nikawasaidia gomba la ah, wao sasa, si walitoa maneno ambayo ina hayakuwa mazuri kwa viongozi kutokana na hili jambo. Yani, kesi yao kwa... ya msingi imetupuliwa mbali kwa namna yote, sio hao waombe yeah. Ndicho ambacho wanapaswa ukifanya kuanzia sasa hivi hadi pale ambapo e, ratiba itapangwa <laughs> na hii wanapaswa tena kuitisha waandishi wa habari, itakuwa itakuwa ni aibu vibaya mno aj kwa ni aibu yani waitishe waandishi wa habari kama walivyoaita mwanzo yeah, yeah, waitishe waandishi wa habari sababu kitu ambacho wale wale wazee pia kitu ambacho, ambacho sikukipenda hadi moja kati ya watu ambao nawaheshimu sana engineer Said anaulizwa, niliona kuna interview moja, kuna baadhi ya mashabiki wa Yanga mm, mechi zimebaki ngapi? Anasema tatu. Maana yake hata yeye alikuwa anasupport ile kundi la wale wanao support kwamba TFF hawakuwa sahihi. Sasa unadhani hivi sasa wale sikalia, yupo kwenye wakati gani? Unajua uh, bodi ya ligi iko kwenye wakati gani hivi sasa, au ndio ile anaocheka mwisho ndo ufurahi zaidi? Aisee, shida ndiyo hiyo. Ukizungumza ukweli unaonekana huko, lakini